Unafanya mapenzi vibaya, huenda ndio maana haupati ujauzito kila mwezi. Yaani, tunafahamu kwamba ili uweze kupata ujauzito ni lazima ukutane na mume wako na mweze kushiriki tendo la ndoa na uweze kupata zile spam zake ndio uweze kubeba ujauzito, lakini cha ajabu, ukimaliza tu kushiriki unakimbia chooni unakwenda kunawa zile mbegu kana kwamba zinakuwasha kumbe, unapokwenda kunawa unasafisha zile mbegu na zinaondoka, unabaki hauna mbegu hata moja iliyomove kwenda kulitafuta yai, kitu ambacho kinapelekea kila mwezi unakutana na mwenza wako bila matokeo ya kupata ujauzito. Lakini cha pili wenda unashiriki tendo la ndoa kutafuta mimba wakati ambao wewe unajisikia kukutana na mume wako, yani aumpi mume wako wakati wa ovulation, wakati wa yai kupevuka, ila unampa wewe unapojisikia, kitu ambacho kitakupelekea utakuwa kila siku unapishana na yai linapopevuka. Yai limepevuka, wewe hauko tayari kumpa mwenzako, muda unaenda bila kuja uzito. Okay, Epuka ya makosa mawili basi, 2026 utabeba ujauzito kiurahisi.